Kazi ndio kama hivyo zinaendelea, hatuna eh, mbambamba mba. Tuna mbambamba mba mba. Kazi kama yote oh! Wow! Hapa tupo tunasebenza kazi kama kawaida eh, hapa ndo tumeshenyenda tumeshenyenda, wanaume eh. Wanaume wanapanda juu alafu baadaye Bebi tuma nakutolea, so kiomba tuma nakutolea, tunakutumia buku hey, nuna na mi na nuna hey, wanaume ka, kazi kama hizi za wanaume ya sasa, baadaye unasema wewe sio refa yangu yani, mwanaume nipo nafanya kazi ngumu, baadaye unasema wewe sio refa yangu ah. Yaani, hiyo kazi naumaga sana yeye anafanya kazi ya kupanda floor ya tatu juu, alafu nasema mi siyo level yako. Asi kuba babake, kuba babake kabisa, kuna dadeki yani. Hey, tuma ya kutolea.